Unayetaka ubunge simama, unayetaka waziri simama, unayetaka urais simama, unayetaka uaskofu simama. Simameni Adami, kila mmoja simamisha malengo yako. Sheria hizi kwa sehemu kubwa zimetungwa ili kumwezesha anayetaka kumuumiza mwingine amuumize, azipo kwa kutengeneza mazingira, utisho wa mtu aogope kumuumiza mtu. Mimi nimewahi kuambia watu. Nikasema nasema ni tupambane kwa sheria eh, hii sheria itakunyongu. naangalia na, na manja, sheria iliyotungwa na mtu imetungwa kwa tafsiri ya kumlinda anayekuwa na mamlaka. Kama haitamlinda sehemu anayotaka imlinde, ana nguvu ya kuibadilisha ndani ya muda mchache, kwa dharura alete sheria ya kumlinda sheria wanadamu Tumekataa, tumesema kitabu hiki kisiwe nini? Kisiwe sheria. Tumekiweka pembeni, tumeamua kutengeza ka kwetu kadogo au likubwa. Mtu anayekuwa katika mamlaka, siku sheria ile haimtetei, hai haimsaidii kufanya nalo litaka dakika yoyote, anao uwezo wa kuibadilisha, akasukuma watu wakaibadilisha alafu ikamlinda, na wewe unapotea mbele ya macho ya watu, mbele ya macho yako usitunge sheria zingine, simama. Usiamini kwenye uchaguzi tu, simama. Hata usiamini kwenye katiba mpya, simama. Dunia simama. Nchi zetu, nchi zetu zinahitaji reformu za kwenye vichwa vya watu, reformu ma, mageuzi kwenye fahamu za watu. Tumeamua kukataa bibilia na, na kutunga sheria, tumekikanyaga kitabu cha Mungu Utaogopa kukanyaga kitabu cha bwanadamu? Umechoka, washimama yako umefika. Maana na wewe umeenda kuitingisha dunia. Hey, hey. Ao, inayumba imeharibika, dunia ina wayawaya kama mlevi. Umeinywesha pombe wewe, hey, kuna ka... na wewe umeongezea kabia. Yani umeikuta imelewa, na wewe ukainywesha kabia, mwisho wa siku muko mle dunia inalewalewa kama imeharibika, hii dunia. Au kuikuta hapa, hatukuikuta hapa, tuliikuta iko bora kuliko hapa alafu hatukuangaika isimame. Mungu wetu asifu nalani kesho nesu, nesu, nesu, nesu, nesu. mimi mii nimewaiku nimeendea kushauri karibu kila kitu mesema, kwa mfano tumeamua kukataa Biblia na kutumia, na kutunga sheria. Tumekikanyaga kitabu cha Mungu, tutaogopa kukanyaga kitabu cha bwanadamu? Mungu mwenyewe Mungu mwenyewe kwa upendo aliokuwa nao aliona hii kitabu ni kikubwa sana. Mimi nimewahi kuambia watu nikasema nasema tupambane kwa sheria eh. Hii sheria itakunyongu na angalia sheria iliyotungwa na mtu imetungwa kwa tafsiri ya kumlinda naye kuwa na mamlaka. Kama haitamlinda sehemu anayotaka imlinde, ana nguvu ya kuibadilisha ndani ya muda mchache, kwa dharura alete sheria ya kumlinda sheria. Wanadamu tumekataa tumesema, kitabu hiki kisiwe nini, kisiwe sheria. Tumekiweka pembeni, tumeamua kutengeneza kakwetu kadogo auli kubwa, mtu anayekuwa katika mamlaka siku sheria ile hai haimtetei haimsaidii kufanya nalolitaka, dakika yoyote anao uwezo wa kuibadilisha, akasukuma watu wakaibadilisha, alafu ikamlinda na wewe unapotea mbele ya macho ya watu, mbele ya macho yako. Yesu aliwakuta watu wana sheria za Musa shibe sizi si simtamani mke wa jirani yako, ala ng'ombe wake a mwabudu Mungu wako tu, usiwene Mungu mwingine ila Mungu huyo ile ile. Akaja wasema asanteni sana kwa hizo sheria, achaneni nazo zote zote, na tu sheria mbili, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na nguvu zako na akili yako yote. Ya pili mpende jirani yako kama nafsi yako. Wacha neneiliayoja na chukua hiyo ilia, nasikia neno, mpende Bwana Mungu wako wa moyo wako wote. Hivi mpenda kufanya mema kwa moyo wako wote kwa akili yako yote kwa nguvu zako zote kwa muda wako wote, na chapili usimfanyie jirani yako lile ambalo usingependa wewe kutendewa. Shika hayo mawili, hakuna hukumu, hakuna adhabu, hakuna magereza, hakuna polisi inahitajika, wala mtu angaika na kwamba magereza ni ajira, wala mtu angaika kwamba polisi ni ajira wala mtu angaika kwamba mahakama ni ajira. Ziko nchi kama za Ujerumani, haina polisi haina jeshi, yaani wanatumia nadhani vya kukodi, wapo polisi lakini haina jeshi. Usikia mtu yuko mahakamani, usikia kuna kesi Uniambie mara ya mwisho umesikiliza dochivele, umesikia kuna watu ambao kesi hata wakuu waku, yuko kwenye kesi. Umesikia lini kwa mara ya mwisho ya isikia kesi hawana? Yani wenyewe wamewekeza nguvu kudhibiti kabla hujafanya kosa, lakini pia nguvu waliowekeza sio una hamu ya kufanya kosa, ila tu unaogopa wamewekeza kwenye namna ambayo muda wote unasikia raha kufanya mema, unasikia raha kumfanyia mtu kwenye hii dunia. Hawahubiriani eneo yagoja, ngoja nikujuishe, polisi inawezekana. Polisi wako, wako polisi wako duniani kote kila nchi, lakini twende pengine, twende kwenye kitu ambacho kiko wazi, twende Vatican. Vatican City nchi haina mahakama. Hiyo ndo wazi. Sasa haina mahakama, haina polisi, haina magereza, haina, yaani haina, haina chochote. mara anapoishi papanikanchi anasema, ukikosea wanaenda kushtaki pengine nje ya nchi ita kula roho lakini kwa mara mwisho, hata, ya mwisho hiyo kesi ya aliyeshtakiwa ita lirongo, ulisikia nini? Mwanadamu anaweza kuishi bila kuwa na mlolongo wa mambo mengi. Sheria hizi kwa sehemu kubwa zimetungwa ili kumwezesha naye taka kumuumiza mwingine amuumize Azipo kwa kutengeneza mazingira utisho kwa mtu wa mtu aogope kumuumiza mtu. Akina sisi ni waubiri wakuu wa dunia, simama, simama, usitunge sheria zingine, simama, usiamini kwenye uchaguzi tu, simama, hata usiamini kwenye katiba mpya, simama, dunia simama. Unioni mimi ni mhamasishaji wa kinachoitwa katiba mpya. Ndani ya unioni kwa sababu inawezekana kweli ili inajibu. Ipo Kenya hapo. Ipo Kenya hapo wameifanya mara kadhaa. Nchi zetu, nchi zetu zinahitaji reform za kwenye vichwa vya watu, reform ma, mageuzi kwenye fahamu za watu. Yaani mhubiri, simama kwa sababu sasa mwisho wa siku unaposema ndo anakuminya unasema nini? Hakuna kinacho hakuna nachosema mhubiri, fia fia, kupiga kelele, kuwaonyesha wanadamu tunakokwenda. Tunaanguka, tunakokwenda tutalia, tunakokwenda tutaumia. Wanadamu, simameni! Unayetaka ubunge, simama. Unayetaka waziri, simama. Unayetaka uraisi, simama. Unayetaka waskofu, simama. Simameni wanadamu, kila mmoja simamisha malengo yako. Unayetaka utajiri, simama Simama, unaitaka utajiri, simama. Unaitaka kuoa, simama mpaka mwaka gani? Simama sijui, sijui niko 40 simama kama unanielewa, simama, simama ha wewe, hiyo sasa sio, sio injili. Simama leo, simama eh, hey. ni afadhali hata utoke na rekodi za kwamba, hapana mchungaji, nimesimama mwaka wa nane. Nimesimama ili jambo sijaendelea nalo eh? Sasa wewe unasimama wiki moja tu angalau kwenye tukio <laughs> moja tuambie, nimesimama hata miaka ni, ni wa, hamsini, wa ni 40 wa arobaini, wa, ishirini, wa kumi nimesimama ili jambo. Nimesimama hamna hamna. Sasa <laughs> hivi hata tunao sema simama na wewe unatembea Simameni! Wana nitazameni. Ni wapi njia iliyo bora? Na wewe? Na wewe unatembea, na wewe wanakuona unakuona mtaani. Na wewe kuna vitu fulani. Simameni, wanadamu. Simameni! Tuitazame. Tutazame pito ya zamani. Ni wapi njia iliyo bora? Simameni! Wewe unatembea sana. Simama. Sema sasa ninge simama na wewe unatembea. Wala sivyo. Mimi ni juwacho mimi, naingia kwenye rekodi ya mwanadamu aliyepata kuishi Tanzania, miongoni mwa wanadamu waliowahi kutoka na namna walioangaika nayo kwa maisha yao yote, waziwazi wazi, kwa uthubutu, kwa uchungu, kwa maumivu ya kila aina. Naishi hivyo, naishi hivyo. Vizazi vitapita lakini yani hata nyie sio kwamba lazima nyie mje muhubiri habari zangu, nyie mtaziacha, itainuka kizazi kitahubiri habari za maisha yao yeah. kwa sababu mimi bila uelewa imara, ningeshapiga chuo, nimeshakuwa askofu mchungaji aliyesomea, ningeshapiga chuo, kwa sababu upepo ulionipiga, hatari iliyonipiga Pepo hey, hey. Acha. Acha. Acha. Umepiga wa kila aina. Uelewa ni imara sana. Uelewa wa mtu ni zaidi ya kiitwacho elimu kwa sehemu kubwa. Utakapoangaika na elimu, kazi walionayo ni kuondoa utu wako, uhalisia wako. Nimesimama kwenye hiyo kitu hiyo, kweli sina matokeo makubwa, lakini mzungu anafahamu, kuna mtu Afrika anajua wazungu wazungu, anajua na mtu mmoja. Niwahi kukaa naye, kasoma sana, kasoma sana sana, ni dokta wa kitu fulani hivi fika nikakaa akasema, Mbarikiwa, hivi unajijua una akili nyingi sana, usithubutu kuingiza chochote kutokea hapo, utaharibika utapotea, baki huyo. Akasema, sisi tulikwenda kama wapelelezi, mimi tu kuleta habari, nimerudi na moyo wa ubinadamu wote waliokwenda huko kuitwako kusoma kuitwako elimu. Nimewaacha huko, wengine ni misukure, wengine ni mashetani. Mimi nimerudi kuleta habari. Mtu kama wewe, nikwambia usiende kule kwa mateso yoyote. Nasema rafiki naenda nayo nikijua ni mimi tu, nitaenda nayo na nilijua nitaenda nayo kwa gharama yoyote, lakini walau wewe, hey, unaponiambia hivi ndio umekoleza moto. Mungu asifiwe. Kuingia kwenye moja ya chama ilikuwa ni kama unapata umaarufu haraka sana lakini uelewa unakwambia hapana, usiangalie ajenda iliyopo sasa, angalia wanaweza wakakufanya nini ili ufiti kwenye ajenda zao zote, kwa sababu usishike tu ajenda moja ndo ikawa umekuwa na umoja wa jumla na watu. Wewe cha kufanya, ungana na watu kwenye ajenda sahihi, ungana na mtu kwenye jambo sahihi, sio kwenye kila kitu hiyo akili rafiki, na tuwachaga wapweke.